This is a shoe for a newborn baby and aaa, niambie mzee. Taki kuitwa mzee? Ehh, babangu ni mzee, wewe si mzee. Nasemaje? Babangu ni mzee, wewe si mzee we si mzee bwana, mi naona we ni mzee bwana. Eh? <laughs> ama ngoja madevu, niambie mzee ama nikuita kijana? Mi nakuita mzee utaki? yeah. <laughs> najua nini? siuitike baba <laughs> wasema majina yote sawa, lakini mzee hapana. Jamani, nikaambia <laughs> Hii tabia ya nini, imetoka wapi? Vyombo zangu, vijiko zangu. Ah, aya tafuta kijiko, vijiko mbili na kikombe, kikombe, kikombe hmm? Ah, yes. glass. Kikombe. <kikombe. A ah, utakujia hiyo, nitakuangalizia bado kijiko, si ndiyo? kijiko mbili nah. Sawa hii likuja na kijiko yake no ya na hin nikuja na kijiko yake.